Wachimbaji wadogo wa dhahabu mkoani Geita watapata maeneo zaidi ya uchimbaji ya endapo mgombea urais wa CCM John Pombe Magufuli atachaguliwa kuwa rais kwa awamu ya tano. Akihutubia mamia ya wakazi mji wa Buselesele na Katoro, ambao wengi ni wachimbaji wadogo, Dokta Magufuli ameahidi kuongeza maeneo ya uchimbaji kutoka ishirini na tano ya sasa na kuwa mengi zaidi. James Range anakuja na taarifa kamili. Baadhi ya wachimbaji wadogo katika mkoa wa Geita pamoja na mwenyekiti wa CCM wa mkoa huo Joseph Kasheku maarufu Msukuma wamelalamikia mpango mbovu wa usimamizi wa maeneo ya wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Rais alikuja akatueleza Samiko, mtachimba. Baada ya mwaka mmoja, akalifanyia utaratibu atarudi hatuletee jibu kwamba tuchimbe, lakini toka wameondoka Nyerugusu hatujawahi kupata utaratibu mwingine. Eneo tunalochimba linakosekana wa, nani, wawekezaji hatuwaoni. Wanasema wawekezaji, lakini hatuwaoni wanakuja tu waulinzi wa kutulinda. Halafu uki, ukipita njiani unapigwa hata bunduki kabisa. Ukitembelea humu hata na, na moko kama hii lazima upigwe nani, risasi. Kwenye mkoa huu ni maeneo ya wachimbaji wadogo wadogo jimbo lako miaka ishirini unatambua kwamba watu wa Geita tulipoa maeneo yetu wakamilikishwa wazungu na matajiri wanaokaa Dar es Salaam. Mgombea huyo wa urais amefanya mikutano kadhaa midogo akiwa njiani kuelekea mjini Geita, lakini akiwa hapa katika mji mdogo wa Katoro na Buselesele, anaahidi kuongeza maeneo zaidi ya wachimbaji wa madini ya dhahabu katika maeneo hayo. Nataka faida wanayopata wakubwa wa wachimbaji na wachimbaji wadogo wadogo wapate faida hiyo hiyo, na ndiyo maana tumejipanga katika ilani ya uchaguzi, tutaanza kutoa mikopo kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo tutaanza kutoa teknolojia mpya, tutaanza kuwa tunawapa vifaa vya uchimbaji. Lakini maeneo ambayo walikuwa wamenyanganywa kuna maeneo ambayo yameanza kurudishwa, wakati amiliso kipwede, amiliso 25, ya uchimbaji wa Jakaya mlisho Kikwete amerudishwa maeneo ishirini na tano. Mimi nitaongeza mengine zaidi ya kuwarudishia wachimbaji. Mwenye wa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza Anton Diallo naye akapata fursa ya kuzungumza na hadhara hii ya Wanageita wana njama wana yetu ya kuyakataa matokeo, lakini watakataa matokeo kama tutawapa vikura kura nawa, lakini tukiwanyima kabisa wataona aibu hata kukataa matokeo. Sisi mwe sasa, wakikataa matokeo, wana nia ya kuanzisha vurugu, kuvunja maduka, kuvunja nyumba na nini. Mnajua mambo yao, usiwakubalia wafike huko. Kura. Baada ya kumaliza kampeni zake za mkoani Geita, Dr Magufuli anaelekea mkoani Shinyanga kuomba kura kwa ajili ya kusaka urahis wa awamu ya tanoan